Hivi sasa ni saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Msomaji ni Asma Ahmedi, na kwanza ni mhutasari wake. Jeshi la polisi nchini limesema hali ya usalama inaendelea kwa tulivu kote nchini kuelekea siku ya kupiga kura kesho Oktoba 29 zaidi ya vituo 4600 kutumika kupiga kura katika majimbo 9 ya mkoa wa Kagera katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na serikali ya Madagascar yatangaza baraza la mawaziri linalojumuisha idadi kubwa ya mawaziri wa kiraia. Habari kamili, Dodoma. Jeshi la polisi nchini limesema hali ya usalama inaendelea kwa tulivu kote nchini kuelekea siku ya kupiga kura kesho Oktoba 29 na kutoa tahadhari dhidi ya taarifa za uongo na uchochezi zinazosambazwa mitandaoni. Msemaji wa jeshi hilo, David Misime, akizungumza leo jijini Dodoma amesema jeshi hilo limejipanga kuhakikisha wananchi wote wanapiga kura katika mazingira ya amani na utulivu. Aidha Misima amesema baadhi ya watu wamekuwa wakitengeneza picha, video na taarifa bandia kuhusu matukio yanayodaiwa kutokea nchini ili kuleta taharuki kwa wananchi. Ningependa kuwatahadharisha kuwa kuna kikundi cha watu, baada ya kuona wameshindwa kuvuruga amani ya nchi yetu, wameunda kikundi cha vijana ambao wanaandaa picha mjongeo na taarifa mbalimbali za matukio yaliyotokea siku za nyuma, ambayo yalishashughulikiwa na mengine ya kutunga, ili wayasambaze kwenye mitandao ya kijamii yaonekane yametokea kipindi hiki au muda mfupi uliopita. Mkiona taarifa kama hizo kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vingine vya habari vilivyoandaliwa na watu hao wenye nia ovu na amani ya taifa letu, mtambue kuwa ni za uongo, uzushi za kutaka kutuchonganisha na kutugombanisha. Hata hivyo, jeshi hilo limewahimiza wananchi kutozisambaza taarifa hizo na badala yake kusubiri taarifa rasmi kutoka mamlaka husika likisisitiza kuwa lipo tayari kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na usalama kote nchini. Dodoma, Mwanasheria Mkuu wa serikali Hamza Johari amewaonya watu ama makundi yanayopanga kuandamana kuleta vurugu ama kuzuia wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Johari ametoa onyo hilo leo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kesho Oktoba 29, ambapo uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika akisema kuwa vitendo hivyo ni kinyume cha sheria na vitachukuliwa kama makosa ya jinai. Amesema kuwa katiba ya mwaka 1977 imebainisha wazi kuwa mamlaka yoyote ya uongozi nchini yanayotokana na wananchi, hivyo ni wajibu wa kila raia aliyetimiza umri wa miaka 18 kujitokeza kupiga kura. Aidha, amebainisha kuwa hakuna sababu yoyote ya kikatiba ama kisheria inayoweza kupelekea kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu kwa kuwa ni halali na unafanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Amesema katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka masharti bayana yanayotaka uchaguzi mkuu kufanyika kila baada ya miaka mitano, na ikieleza sababu pekee zinazoweza kusababisha kusogezwa mbele kwa uchaguzi ni nchi kuwa na vita ama kukosekana kwa wagombea halali ambao kwa sasa hazipo hapa nchini. Shinyanga Umoja wa vyama vya siasa mkoa wa Shinyanga umewaomba wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kwenda kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka. Mwenyekiti wa umoja wa vyama vya siasa mkoa wa Shinyanga, Rashid Mohamed, ameeleza hayo wakati akizungumza na vyombo vya habari na kutoa tamko la kuwaomba wananchi wenye sifa ya kupiga kura kushiriki kikamilifu kupiga kura ili kuchagua viongozi watakaowaletea maendeleo. Viongozi hao wamesema vyama vya siasa vimefanya kampeni zake kwa amani na utulivu na kuwatoa hofu wananchi kuwa hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani kwani wanaamini kuwa utakuwepo usalama wa kutosha. Tamko la vyama vya siasa mkoa wa Shinyanga: sisi viongozi wa vyama vya siasa mkoa wa Shinyanga kupitia viongozi wa vyama vyetu ngazi ya mkoa, tunapenda kutoa shukurani kwa uongozi wa mkoa kwa kushirikiana na sisi vyama vya siasa kwa kila hatua, na hata kwenye changamoto zilizokuwa zinajitokeza, walikuwa wepesi na kutatua changamoto hizo kwa haraka zaidi. Ombi kwa wapiga kura mkoa Shinyanga mjitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura kwa mgombea anayeona anafaa kwani kura ni haki yako ya kikatiba. Baadhi ya viongozi hao wamesema kuwa kutokana na ukosefu wa fedha wameshindwa kuweka mawakala kwenye vituo vya kupigia kura na kuamua kuachia wasimamizi wa uchaguzi, kwani wanaamini kuwa wasimamizi hao watatenda haki. Bukoba. Maandalizi ya uchaguzi mkuu katika mkoa wa Kagera wenye majimbo tisa yamekamilika ambapo wapiga kura milioni moja laki saba sitini na nne elfu na hamsini na tano wamejiandikisha katika vituo elfu nne mia sita thelathini na nne ambavyo, vi, ambavyo vituo vyote vitafunguliwa kuanzia majira ya saa moja asubuhi. Mratibu wa uchaguzi mkuu wa Kagera, Bi Mapinduzi Severini, amesema kuwa mpaka sasa vifaa vinavyotarajiwa kutumika katika zoezi hilo muhimu la kitaifa vimeshawasilishwa na tume huru ya uchaguzi. Mapinduzi amesema mafunzo ya usimamizi yamekwisha tolewa sambamba na viapo kwa makarani na mawakala wa vyama vyote vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu, na kuwataka kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Wapiga kura walijiandikisha katika mkoa wetu ni milioni moja laki saba na sitini na nne na hamsini na tano ni, ni waase wananchi wajitokeze kwenda kupiga kura tarehe 29. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimetuhakikishia kwamba lihizo takuwepo kwenye vituo vyetu. Kwa wale tuseme wapiga kura wenye ulemavu watapewa kipaumbele, ikiwa ni pamoja na wanawake wajawazito na wenye watoto lakini pia tuna zile baroti kwa ajili wasioona kadhalika. Mratibu wa uchaguzi wa mkoa wa Kagera amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kusema makundi maalum yamepewa kipaumbele. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Antananarivo, serikali ya Magadaska Madagaskar inayoongozwa na jeshi leo imetangaza baraza la mawaziri linalojumuisha idadi kubwa ya mawaziri wa kiraia. Baadhi ya mawaziri hao ni wakosoaji wakuu wa rais aliyoondolewa madarakani Andre Rajoelina. Baraza hilo la mawaziri la Waziri Mkuu Herinti salama lililotangazwa kupitia televisheni ya taifa TVM linawajumuisha raia 25 na wanajeshi wanne. Christine Razanama Hasoa, aliyeondolewa kwenye wadhifa wa uspika wa bunge wa chama cha Rajoelina mwaka jana, sasa ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya kigeni. Mpinzani wa Rajoelina aliyekuwa anaishi uhamishoni, Fanirisoa ametajwa kuwa waziri wa sheria uteuzi huo wa baraza la mawaziri ni hatua muhimu katika siasa za Madagaskar zilizokumbwa na msukosuko, huku jeshi likishikilia madaraka na kujaribu kuimarisha uchumi na migawanyiko kisiasa. Na hatimaye Kingston, Umoja wa Mataifa umesema Jamaika itapigwa na kimbunga Merisa, kikali zaidi kuwahi kukipiga kisiwa hicho cha Karbean katika karne hii. Afisa mmoja wa hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa amesema kimbunga hicho kinatarajiwa kusababisha uharibifu mkubwa, mafuriko na maporomoko ya ardhi. Mamlaka nchini Jamaica zimetoa amri ya watu kuhama katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo, ukiwemo mji wa kihistoria wa Port Royal na kueleza maeneo salama kufuatia kimbunga hicho kitakachokuwa na upepo mkali wa kasi ya kilomita 300 kwa saa. Kituo kinachohusika na vimbunga cha Marekani NHC kinatarajia kimbunga hicho kipige Jamaika leo kisha kipitie mashariki mwa Cuba halafu kitue Bahamas ifikapo kesho Jumatano. Kwa upande wake waziri mkuu wa Jamaika Andrew Holness amesema serikali yake imejiandaa kwa hasara itakayotokana na kimbunga hicho, ikiwa na bajeti ya dharura ya dola milioni 33. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni mhutasari wake. Jeshi la polisi nchini limesema hali ya usalama inaendelea ku, kuwa tulivu kote nchini kuelekea siku ya kupiga kura kesho Oktoba 29. Zaidi ya vituo 46 kutumika kupiga kura katika majimbo 9 ya mkoa wa Kagera katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na serikali ya Madagaska yatangaza baraza la mawaziri linalojumuisha idadi kubwa ya mawaziri wa kiraia. Waza Wazua, msikilizaji, usiku mrefu hufundisha thamani ya alfajiri. Waza Wazua, waza, wazua.